Msingi yanahitajika maridhiano ya, ya kweli ili kurejesha amani na umoja wa taifa letu. Hakuna naye nufaika na mgawanyiko unaoendelea, wote ni wahanga, na tunahitaji umoja na mshikamano wetu kama tulivyokuwa tukiishi. Katika mchakato mzima wa maridhiano, tujiepushe na sumu tano zinazoua maridhiano duniani kote. Sumu ya kwanza inaitwa hila. Watu wajiepushe na hila, hata kama wakati mwingine hila inapewa jina la nia njema au masilahi mapana ya taifa, hila ibakie kuwa ni hila na kamwe isitumike katika maridhiano. Baba wa Taifa aliwahi kuonya kuwa taifa haliwezi kuongozwa kiujanja ujanja, ujanja. Tujiepushe na hila katika kutafuta maridhiano. Sumu so, ya pili inaitwa kutafuta ushindi. Hakuna ushindi katika maridhiano, ndio maana anaitwa maridhiano Give and take. Win-win situation. Ushindi katika maridhiano huwa unaandaa vurugu, unaandaa vurugu nyingine kwa baadaye tena ukiuangalia huwa ushindi si ushindi, bali ni vurugu zilizowekwa akiba. Sumu ya tatu inaita inaitwa kukwepa ukweli. Maridhiano yanapatikana endapo ukweli umeonekana hata kama ule ukweli unaumiza pande zote. Duniani kote maridhiano hujengwa katika ukweli pasipo kulaumiana. Ukweli pasipo kulaumiana kwenye taaluma ya maridhiano, ndiyo maana kuna kitu kinaitwa truth and reconciliation. Uwezi ukakwepa ukweli ukapata maridhiano. Sumu ya nne ni matumizi ya madaraka. Wakati wa maridhiano, wale wenye madaraka ni busara kuyaweka pembeni kwanza na kuingia chumba cha maridhiano wahusika wote huwa kama majeruhi wanaotafuta uponyaji. Kwa hiyo mwenye madaraka na asiye madaraka, wote ni majeruhi, wanaingia kutafuta uponyaji. Sumu ya tano inaitwa kujinufaisha na maridhiano. Huu ni mgongano wa masilahi wa sasa au wa baadaye ni budi uepukwe ili wanaoongoza maridhiano wastawaliwe na tamaa ya kunufaika na wanachojadili au kupendekeza. Najua hili ni gumu, lakini unakuta mtu anapiga kelele za maridhiano maridhiano, kila anachotafuta ni nafasi baada ya maridhiano. Sasa, watu wa namna hiyo mwasome na musiwahusishe katika maridhiano kwa sababu tayari wana mgongano wa maslahi.